Tunapo hukumu ikishatoka inaandaliwa, kwa hiyo wenye viti husika wameandaa vizuri kabisa hizi hukumu, tunaamini zitafikia kwa wakati na maandalizi yashafika mpaka mwisho kabisa kuweza kuandikiwa na kukabidhiwa hukumu zao, si wawe na subira na kwamba zinafanyiwa kazi, na nataka niamini kwamba mpaka wikendi hii ilipoisha, bila shaka ulikuwa umeshakamilisha na watakabidhiwa hilo, wala lina shaka, lakini tu yale yani, maamuzi yalishafanyika, na nimtoe shaka, kwa mfano ndugu yangu kakaangu Haji Manara na viongozi wa Simba kwa ujumla, kwamba wasije wakadhani e, eh, kama wanania, maana kamati ya nidhamu ilitoa loophole, ilitoa room ya kusema, kuna nafasi ya kukata rufaa kwa kama wana mpango wa kukata rufaa eh, na rufaa ina wakati wake kwa mujibu wa kanuni. Sasa wasije wakadhani sema pengine kwa kuchelewa kupata hukumu eh, basi zile siku zinakuwa zimehesabiwa. Hapana, siku zitahesabiwa pale tu anapokuwa amesaini kwamba nimepokea hukumu ya TFF. Kwa hiyo pale ndio siku zinaanza kuhesabiwa za muda wake wa kupewa fursa ya kukata rufaa. Kwa hiyo kwa maana hiyo, Haji anaweza kuendelea kufanya kazi mpaka asubiri mpaka asubiri kupokea barua. Hapana, Haji haruhusiwi kwa sababu hukumu ilishatoka, haiwezekani. Ukawa hata kwenye mahakama hizi za sheria ambazo tunazifahamu ukahukumiwa kwa tuhuma fulani ukawa ameambiwa uende jera, haiwezekani ukarudi nyumbani eti mpaka upewe hukumu ya maandishi ndo ufunge safari uende ukonga au keko. Hapana, utakuwa unatumia kifungo, unatumikia kifungo kadiri ya kamati ilivyokuwa imefanya maamuzi kwa wakati ule.